ikakuwa tenda wema, wema hauwezi wema ukakuwa hata wakati ambapo mtu yuokeza na nyutuwambiwa yakala kua hiyo, na vumilia yote kwa ajili ya wateule, ili nao wapate wokovu katika Kristo Yesu, ndiyo mtukufu wa milele. Kwa hivyo kwa Paulo anavumilia haya kwa ajili ya wale ambao umoja tuweze kuunganika na Mungu na katika maisha ya uzima le. Hivyo twaambiwa kwamba tukifa pamoja na Kristo tutaishi pia pamoja naye, ya kukumbusha batizo tulikufa katika dhambi tukafufuliwa katika maisha mapya kwenye kisima cha batizo na hivyo yeye ni muamini taima. Tunaweza kosa kumwamini, lakini yeye kataatukuwa muamini taima. Hivyo ndugu zangu, ni kwetu tujiulize, kuwake hii safari tunayoenda inatupeleka wapi? Na hii ikaifumusha kuhusu hii familia ambayo kuelezwa kwamba walienda kwaotee a story about a man whose wife had left him. He was completely depressed. He had lost faith in himself, in, in other people, in God. He found no joy in him. But i baada ya kuachwa na mke wake, alikuwa ni mtu ambaye huwa sononeka sana mke wake, na hivyo akaona kama imani yake ikaenda hakuwa na marafiki tena, hata akajitenga na Mwenyezi Mungu na ile furaha ambayo mtu anapaswa kuionyesha haikuweko tena hai. But one rainy morning maishani mwake, this man went to a small neighborhood restaurant to have breakfast. Asubuhi moja, mpokuwa bado na manyunyu, aliweza kwenda katika hoteli ndogo karibu na nyumbani kwake ili aweze kupata biashara hiyo. kwa hadi No one was speaking to anyone else. Kulikuwa na watu, hakuna mtu alikuwa anazungumzia wengine. Our friend over the counter this coffee with a spoon. Alisimama pale kwa counter anakoroga

We can ni mtoto mdogo, naye nikumbusha mama yake situseme sana ya kuomea chakula la, na yule ambaye alikuwa amewaletea chakula akasema hilo ni wazo mzuri, na kwa hivyo akasema kwamba tunaweza tukaomba, na akamuuliza yule msichana tuongoze kwa sana, and she turned and looked at the rest of the people in the restaurant and said, bow your heads

for our food. Amen. Mungu ni mkuu, Mungu ni mwema na tunamshukuru kupata kuhani. Amen. That prayer changed the entire atmosphere. All, all of a sudden, saved our prayer. My whole frame of mind started to improve

Tunapozoea kumshukuru Mungu inageuza kupona huko kama ishara ya ukombozi, kwa sababu sisi tunakombolewa Tunaposhukuru ni kama funguo ambao unaendelea kumimina neema zake Mungu Mwenyezi maisha yetu. Ila hilo, ndugu zangu wote, tunaitwa siku ya leo tuweze kumshukuru Mungu

participate in his life. Na huyo ndiye Mungu ambaye tunapaswa kumwaminia maisha yetu. Hivyo wewe na mimi tunakoenen lapaselivukumbuke Mungu yuko na Mungu yuko ili aweze kusaidia. Ni kama huyu mtu ambaye alimuona mama yeye alikuwa ni lipafili ael eh, hakuamini Mungu keaigan aiimiaka na hivyo akiwa kwake akaona mama amepiga magoti Anaomba Mungu aweze kumpa chakula, na akasema kwamba "Mungu, tafadhali kuza watu ili waweze kumsaidia kwa chakula maana kengele na akatumbia akativita huyu mama alivyotoka kwa kurai nyingi, akasema Mungu ninakushukuru kwa sababu umelipa chakula. Na huyu naye akatokeza na akasema usidaneana, si Mungu ni mimi nimeleta na huyu alikuwa huyu mama alijua huyu mtugua hataekalisadi lakini, kwa sababu alitaka kudumisha Akamwambia, aa, sio Mungu, ni mimi nimeenda supermarket kunika, kusikia ukiomba hapa, nikataka kukuletea chakula hiki, nikudhihirishie wazi ya kwamba huyo Mungu uwasirikisaa